Intiswari Omari anasema, anauliza, shekhe, ikiwa mwanamke anatumia njia za uzazi na akawa anapata damu ambazo hazieleweki, je, hukumu yake vipi? Unatakiwa kufanya ibada au vipi? Unapata damu inaweza kutoka kidogo kidogo mpaka baada ya wiki ndo inachanganya. Alhamdulillah, e, mimi na mshauri na binti yetu na madada zetu, e, asitumie hii kuzuia mimba ambayo hospitali hii, maanake inavuruga hata ya sindano hii, unaona mtu ananepa, hii inarudi katika mwili, inaleta yani matatizo mbalimbali. E, sheria haikatazi kama mtu anatumia mpango wa mzazi. Mpango sio kuzuia moja kwa moja mm. kama haina haina, yani ila au haina madhara wazi, kama mwanamke ana matatizo kama chukua mimba Hawezi kuchukua mimba anaumwa, ama sawa, lakini kumpango wa wazazi sheria imekubali ili mtoto abate miaka mbili kama Mungu Qur'ani umesema anyonye vizuri na mwanamke amlee mtoto huyu vizuri, vizuri. Sheria hajakataza e, lakini i kitu anatumia kina mama, ingine inamsumbua ingine haisumbua, lakini mara nyingi hii kitu inachanganya E, si kwa kina mama yani, inavuruga sasa. Madama mwanamke ametumia dawa hii kitu imepata yeye damu, haelewi ni haidi sio haidi. Tunaba sharti mbili kisheria. Kwanza angalia hii damu inakuja wakati wa wakati wake maalum ambayo yeye anajua kwanza. Ya pili, je, inafanana damu ya haidi

Damu inajulikana, kina mama wanajua rangi yake, haifana damu ingine, sio red sana red, ina, inaenda kama black, alafu na harufu fulani, ina namna fulani, haitembei kama hmm. Sasa, damu ya kawaida ni nzito. Sasa mtume akwambie damu haidi, kina mama inajua, angalia damu yako kama nafana damu haidi, acha sala na kufunga Msema nzuri. Mm. Sasa huyu dada kama hii siku zake damu yake inapatikana, imebata hii na nafada, damu hai, damu hai. Lakini kama damu hai haifanani, hii damu infection ni fasad. Ni tu damu ya istihada au damu fasad. Damu istihada, damu ya infection, damu infection hazui sala wala funga. Mm. Kina shauri kina mama binti yetu asikimbilie kitu hii baka, yaende kwa doctor specialist au check vizuri mwili yake mara nyingine